Chakufanya eh, ulipe deni mze Jino. Dunia sasa haina kesho, nalelewa Jino matumaini alipi deni kabisaaa. Kidogo ameenda shuleni na kisa za mwanae, ila akituana tukatoka kwa mwenyekiti mbeni Tuangu tulieni mmoja mmoja mjomba jino unasemaje? Da nikwambia kitu mwenyekiti ah, watu wanaidai lakini mimi hapa kwa sasa hivi sina hela. Ile nilichokuwa naomba ni kitu hichi kimoja, niweke interest kwenye mioyo yenu, maana mnanidai kweli. Ile nilichokipenda ni watu wa uvumilivu sana. Nilikuwa naomba kwa hilo, kwa sababu hapa sina kitu, eh? Unasemaje Mjomba Jino? Ah, tulieni. Mjomba Jino, hapa sio chakaa tu, hii ni serikali mwenyekiti. Nataka unielewe kitu, hapa nimekuja kwa upole, ujue sijakuja kwa pochi. Mwenyekiti utatuchelesha, tutaenda kituoni. Sasa da, kwa mnamdai shingapi? Mwenyekiti mimi huyu mtu namdai kiasi cha shilingi elfu sitini za kitanzania mimi namdai laki moja nilikuwa nampikia chakula mpaka leo hii hajanirudishia pesa yangu ndiyo mimi hapa namdai elfu hamsini alikuja kukopa kwenye kibati hajanilipa hapo bado bwana apate hapo akiudi huko tena huyu bwana ndiyo kabisa Da hiyo yote nikopa i msaada